Uh, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mwendo tunaokwenda nao na kwa namna ambavyo tumeona ile setup tuliyoikuta, sasa maanake inaweza kupokea mawazo mapya yoyote, na kwa sababu ya ukuaji wa teknolojia na soko la ajira linakotupeleka kwa haraka niombe tu VETA na Wizara ya Elimu kwa ujumla tuendelee eh, kupokea na kujiboresha mara kwa mara, kwa sababu eh, tumefikia hapa, lakini bado tunao maeneo ambayo tunaweza tukafanya vizuri zaidi, na tukifanya vizuri zaidi tunajiweka kwenye nafasi nzuri zaidi ya sisi katika soko la ajira katika ukanda wetu frahi kuona kwamba angalau kwenye welding fabrication tuna vyuo vya mfano ambavyo tayari tumesema kwamba tuna Dodoma na Arusha, ambako angalau tunasema kwamba viko kwenye level ambayo tunaweza tukasema watoto wetu wanatoka kwenye level ya juu. Ningependa nikishauri pia kwenye umeme, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye umeme tunao miradi mteja mkubwa wa vijana wetu tunaowazalisha ni Wizara ya Nishati kwa maana ya miradi yetu ya REA, kwa maana ya miradi yetu ya trans, ya transmission lines na distribution lines, kwa maana ya miradi yetu ya substations. Sasa ukiangalia hapa kwa level tulio design VETA yetu ya hapa na VETA zetu nyingi e, ninge shauri wizara tuangalie namna ya kushirikisha kama tulivyoshirikisha kwenye ECO, Leo tuna tunasema tunasemaiok wameweza kusaidia kuweka miundombinu. Tunao wakandarasi, mkandarasi namba moja wa kwetu umeme TANESCO na wakandarasi wengine wanaofatekeza miradi ya REA. Tungefurahi kesho, siku moja tukifika hapa kwenye karakana ya umeme tukute kuna, kuna line ndogo ya distribution line ambayo watoto wetu wanafanya practical. Angalau kuna nguzo hata mbili za za transmission line zile za chuma zile zile kubwa ambazo watoto wetu wanajifunza, kwa sababu ndio miradi tunayotekeleza nchini. Lakini sehemu kubwa ya transformer, kuna eneo la termination, yaani namna, kuna kuna wenzetu, kuna vijana, kuna wame specialize kwenye termination peke yake na vijana wame specialize kwenye transformer protection peke yake. Sasa ningependa twende huko ambapo tayari kuna soko la ajira tayari lipo, kwa sababu kila siku tunajenga, tuna substation mpya, tuna tuna miradi ya transmission line, tuna miradi ya REA kwenye distribution. Kwa hiyo inawezekana tukawa tuka pia na vyuo vichache, hatuwezi kuweka kote lakini angalau tunatarajia vijana waliobobea kwenye kwenye sekta ya umeme basi tutawapata Chemba. Bongo Play TV.